Kila ifikapo Oktoba 15 dunia husherekea uh, siku ya unawaji mikono. Siku hii hutumika kama kielelezo cha kukumbushano umuhimu wa kunawa mikono. Kauli mbiu ya maadhimisho ya siku ya kunawa mikono kwa mwaka huu ni kuwa shujaa wa kunawa mikono. Hapa studioni tunaye Alex Mkamba, uh, yeye ni afisa afya sanjari na Richard Shaban, yeye ni afisa afya hapa jijini Dar es Salaam. Wageni wetu karibuni sana, asante sana. Tunapomtaja afisa afya Alex Mkamba, e, mm, ni kiongozi ambaye kafanana na mimi kidogo <laughs> halikadhalika, uh, uh, Richard Shabaan, afisa afya mkoa wa Dar es Salaam. Asante, karibu sana. Asante nam sana. Asante sana. Na, ni, ni, ni siku uh, ya namna gani leo uh, afisa afya mkoa? Asante uh, tunapozungumzia siku ya Unawaji Mikono Duniani ni siku ambayo jamii kwa ujumla wake inakumbushwa na kupewa umuhimu wa kunawa mikono. Um, kunawa mikono ni moja ya afua muhimu sana katika njia ya kujikinga na magonjwa, na sasa hivi nchini tuna kampeni ya usafi ambayo inaitwa mtu ni afya usich uh, anasema mtu ni afya hmm. E, fanya kweli usibaki nyuma hmm. Na katika kampeni hii kuna afua tisa zinazotekelezwa. Moja ya afua mojawapo ambayo kama taifa tunaisimamia ni unawaji wa mikono katika ngazi ya kaya katika maeneo mbalimbali katika ofisi za umma na kila mahali. Yani, kwa nini kunawa mikono? Unasema kunawa mikono, ukiangalia hata tafiti mbalimbali mbali, zinazungumzia kati ya asilimia 40 mpaka 60 ya magonjwa ambayo yanatokana na uchafu ikiwemo kuhara, kuna magonjwa kama ya njia ya hewa, juzi juzi, miaka ya nyuma kidogo tulikuwa na COVID. Hmm. Haya yote ni magonjwa ambayo yanaweza kukingwa vizuri sana kama tutakuwa tunanawa mikono kwa maji tiririka na sabuni. Hmm. Aa, nikiangalia kauli mbiu ya mwaka huu inasema kuwa shujaa kwa kunawa mikono. Namna gani sasa kila mwananchi anaweza kuwa shujaa kwa kunawa mikono hasa tukianzia kwenye kaya, afisa afya Bwana Alex. Napo nashukuru mtangazaji. Mara nyingi anasema kwamba kuwa shujaa ya kunawa mikono ni pale unapo unapojenga ile tabia ya kuweza kunawa mikono. Kwa sababu asilimia arobaini mpaka sitini ya unaponawa mikono kwa maji wa, na sabuni ambayo imefanya utafiti kwamba kiduniani tuna asilimia arobaini mpaka sitini katika nchi zinazoendelea ndio wana utamaduni huo wa kunawa mikono kwa sabuni, sabuni. Lakini imeenda zaidi katika nchi ambayo zingine kama za Marekani Ulaya ambapo nafika mpaka asilimia sabini mpaka themanini naonawa mikono na unapokuwa na na, na, na tabia ya kunawa mikono mm. Unapunguza magonjwa kuambukiza, kwa sababu unaponawa mikono ni pale unapohakikisha kwamba mikono inashika vitu vingi mm. na mikono unajua inao yenye tabia ya kupeleka Ndiyo. kwa hiyo usipoinawa, unachukua unachu, unachu, vitu ambavyo unavila una, una no. na unapokula tayari huwezi kujua kwamba hivyo hicho unachokutumia kina asilimia ngapi ya bakteria ambacho. hmm. kunaona sabuni ni okay, asilimia 99.9. okay. mikono mikono, sasa tunaposema kunawa mikono nataka utuweke sawa. hmm. nimekuwa nikisikia kunawa hmm. mikono tunazungumzia ile tu kunawa mikono na maji na sabuni, ama ni lazima utumie maji tiririka? kunawa mikono ni kutumia maji na sabuni na maji tiririka na kuna nao lazima wakishe kufika hapa lazima mm. nini lazima afike. Afike kila mahali mwingine nafaa <laughs> palesuna <amikona. laughs> kwayo lazima wakishe kila eneo la mkono wako hapa mpaka hapa lina nini lina mm. safishika kwa kutumia maji tiririka na sabuni. Na ina maana unaponawa mikono na hata kila kile ambacho unataka kula kama tunda nini lazima nini, lazima na choki okay, kwa sababu kuna baadhi ya magonjwa yanakuwa ya, mfano chungwa likidondoka hapo chini, kuna kwenye ardhi, ina matairi ardhi na nini, ardhi ina kajago na kila nini na kila mtu, usiponawa tayari, kuna baadhi ya magonjwa, mfano unaweza kuja mgonjwa kwa nao vile uka nini, ukachukua tena uka, ukala au mchicha kuna, kuna baadhi ya magonjwa, mfano magonjwa ya minyoo minyoo, tuna minyoo inatoka tumboni inaenda kwenye, kwenye, kwenye ardhi. mm -hmm. Inakaa baada ya muda, nazaliana hasa upepo okay. Maji hayo yote nani, so yanachangia, napochika vile vitu bila kunawa mikono, kala tayari uko atakapata magonjwa kambukiza kama kuhara. Sawa sawa. Afisa Afya Mkoa wa Dar es Salaam, uh, tumeshuhudia wakati uh, wa mapambano ya uviko 19 japo mapambano hayo ya ngali yakiendelea uh, msisitizo wa kunawa mikono ulikuwa ulikuwa mkubwa sana na tofauti na sasa kama imepungua hivi, hata hizo ndoo kweli, kwenye maofisi ndoo zipo, lakini watu wanaingia ofisini tu bila <laughs> eh, bila kutakasa <laughs> uh, mikono yao, eh, pengine ni kwa nini, na mechukua hatua zipi kuirudisha ile ari, tusisubiri tena. Uh, tupo katika toke. Magonjwa ndio tusi, tukumbushane zaidi katika kunawa mikono, asante. hmm. Labda ni, ni kweli inawezekana inaonekana kwamba sasa hivi msukumo ule mm. Sio kama pale mwanzoni mm. Na kwa sababu mara nyingi sana tunatakiwa tujenge tabia mm. Na ndiyo maana kunakuwa na vipindi mara kwa mara tunaendelea kutoa elimu ili watu wajenge tabia, tusifanye, yani kama wanasema tusifanye kama kama tukio tu mm. lakini tufanye ni mwendelezo, ni proses wa watu wakijenga tabia kutoka ndani, na ndio maana unakuta mara nyingi tunapeleka elimu kwenye shule za msingi kwenye wa, vijana wale, kwa sababu hata kwenye maandiko yanasema ukimlea mtoto katika njia ipasayo, hata iacha mm-hmm. mpaka atakapokuwa mzee, lakini matokeo yake ni kwamba watu wanasubiri mpaka waone kuna kitisho fulani ndio, lakini hiki ni kitu ambacho tunakisimamia sahihi, kwa sasa hivi kwa mkoa wa Dar es Salaam ukiangalia kwenye takwimu zetu yeah. Tuna, tuna asilimia 45 bado hatuko vizuri sana mm. ya unawaji wa mikono kwa maji tiririka na sabuni, unaona, na dadangu mtangazaji hapo amezungumza kwa nini maji tiririka mm. E, tunasema maji tiririka kwa sababu mimi ninaponawa mikono yangu kwa maji tiririka na sabuni ina e, maana kama nina vimelea vya ugonjwa ninaviacha vinaingia pale kwenye maji naja. Sasa tukiwa na lile beseni inamaana mimi nikinawa nitaacha vile vimelea, na wewe ukija kunawa hunawi maji tena safi. Unaku, unanawa maji ambayo tayari yana vimelea. Yana vimelea vya uchafu mm. Unaona. Na tunaposema ukinawa bila sabuni, aa, kwa lugha rahisi ya masisi maafisa afya tunasema unanawa chukuchuku. Sasa ukinawa chukuchuku, tuchukulie mfano umetoka kujisaidia mm. alafu hukunawa na sabuni ni sawasawa umechukua mafuta ya vaselini umejipaka. mm -hmm. kwa hiyo kwa namna yoyote utakula kinyesi, inawezekana kwa dozi ndogo, lakini cumulative, unakula kidogo kidogo Ndiyo. Lakini nikitoka hapo nikienda kugusana na mtu mwingine, na kwa sababu tuna utamaduni wa kusalimiana wa kupeana mikono mm -hmm. tunaendelea kuambukizana. Kwa hiyo ni vyema sana hili la kunawa mikono, lakini kubwa hapa ni kujenga tabia ambapo sasa asitokee mimi afisa afya kuja kukwambia bwana nawa mikono. katika umri huo uliokuwa nao wewe, baba ndani ya familia, unatakiwa uwe kinara wa kuwafundisha watoto tabia njema. okay. ili tuendelee katika hilo, na tunapozungumzia kunawa mikono tunasema, kuna zile nyakati muhimu ambapo ni lazima unawe kwa maji na sabuni. ni nyakati zipi hizo muhimu? nyakati muhimu tunapozungumzia ni baada ya kutoka chooni kwamba ni lazima unawe kwa maji tiririka na sabuni. Unapoandaa matunda, kabla na baada ya kuandaa, mfano tumeona mara nyingi kwa jiji kama la Dar es Salaam tunakula sana matikiti ambao namkuta mtu ameshinda toka asubuhi mpaka jioni anauza matikiti mm. Ukiangalia pale inawezekana ana kandoo kadogo tu ka maji. Huyu mtu toka asubuhi mpaka jioni hajawahi kwenda hata haja ndogo. No, no, no. hajaenda hata haja kubwa hajajikuna <laughs> kwenye mwili sehemu yake. Amenawa wapi? kwa kabla ya kuandaa ma, <laughs> <na>, ma, matunda <laughs> na baada ya kuandaa mm. Unapotaka kumnyonyesha mtoto unatakiwa unawe au unapotaka kumlisha, na baada ya hapo, unapomhudumia mgonjwa eh? mm. Ni lazima unawe kabla ya kula na baada ya kula unatakiwa unawe. Lakini hata mimi na wewe leo tuko kazini hapa, tunafanya Mbye. kazi baada ya hapa tutarudi nyumbani Mbye. unatakiwa ukifika nyumbani, kabla hujamhagi mm. partner wako au mwanao, nao kwanza mikono kwa sababu oh. tumepeana mikono wengi huku, tunajuaje umebeba nini <laughs> Kwa hizi ni nyakati muhimu, tunatakiwa ndani ya zile nyakati muhimu tuhakikishe kwamba lazima tunanawa kwa maji tiririka na sabuni. Wakati waka na unaongea, naona afisa hapa amecheka ame <laughs> <laughs>. Unaona inawezekana ina, ina kwa kiwango gani hiyo ya yeah? Mimi nimetoka kazini, nafika kwanza nanawa, alafu nah, ndio namshikaba mtoto ama namuhagi patena, kama alivyosema kwanza kitaratibu za afya, kama unapotaka kudhibiti hali ya kuambukiza magonjwa kwa, kwa, kwa katika kwa nyumbani kwako. Mm. Anatoka kazini hapo kwa sababu mm. umekamata vitu vingi, umegusana, umadadala si wapi. Fika nyumbani kwanza, oga. Kisha oga ndio atakusalima ndogo. Na ndio maana sasa mtu mwingine umevuka na dadala, amepiga chafu ya cha. Na hukufanya ni mbuka chafu kwa sababu kuna magonjwa kuambukiza kwa njia ni kwa njia ya hewa, mm. Kwa njia kugusana kupiga chafya, piga chafya siti. Mwisho wa siku hata mafua wapi, kumbe ule jirani yako nusu mita hapo amekuambukiza. Kwa kunawa mikono ni asilimia 99.9 inaondoa moja kuambukiza na ndio maana unakuta tuambia lakini akesha kabla hajamshika mtoto ni msalama kwanza anayo mikono kwa mbukiza, aslimia, tisata, benigapi, na ni safi ndipo anonyeshe mtoto. Unaponawa mikono kunapunguza wingi wa magonjwa kuambukiza asilimia tisa. Kwa maana hiyo ule utaratibu wetu wa Ozaamu. Kuwa na ndoo pale nje lazima. Ya maji inapaswa kuendelea mm. mm. mm. mm. mm. Sawa, yeah. Leo ni, ni, ni, ni siku ya kunawa mikono uh, duniani kama watu mnaofanya kada katika, uh, katika eneo hili uh, la afya, nini ujumbe wenu hasa wakati eh, tukiona eh, eh, wadau wa kufikisha elimu wamepunguza ile kasi yao ya kufikisha ujumbe. Tulishuhudia nyimbo mbalimbali mbali za wasanii wakilizungumzia waki, hili la kunawa uh, mikono na kudumu katika swala la kunawa mikono, siku hizi nyimbo hizo hakuna tena katika uh, maeneo mbalimbali Unalizungumziaje hili afya? Nashukuru na sana. Kwanza wadau wa moja wapo ni nyinyi wa vyombo vya habari, una nafasi kubwa sana ya kuiharibi, kuhabarisha jamii, kwa sababu kwa kutumia vyombo vya habari unazungumza na hadhira kubwa sana kuliko labda kwenda katika makundi madogo madogo. Kwa hiyo tungeviomba zaidi vyombo vya habari vione pia kuna umuhimu wa kulibeba hili na kulizungumzia, lakini kiujumla ile kampeni ya mtu ni afya ambayo inasimamiwa na Wizara ya Afya na halmashauri zote za mikoa ya Tanzania zinazifanya hizo uh, kwa kuangalia masuala ya unawaji wa mikono lakini sio unawaji tu wa mikono na afua nyingine kama za matumizi ya vyoo bora mm. um, kufanya mazoezi nishati salama eh. hivi vyote eh, ni vitu ambavyo uh, utakasaji wa maji unafua pale karibia tisa zote, lakini jambo jingine ni kwamba uh, kunawa mikono ni tendo dogo sana eh, ni tendo dogo sana lakini ni tendo la ujasiri uh -huh. Kwa nini? Ni kwa sababu kwa kunawa mikono unajiweka salama, unajilinda wewe, unailinda jamii yako, unailinda familia yako na magonjwa ambayo yangeweza kupatikana kwa swala la uchafu. Kwa hiyo niiambie jamii ya Dar es Salaam na wengine wote wanaotusikiliza kwamba tusifike, tujenge tabia ya kuona kwamba kuna vitu ambavyo tunasema tujenge tabia tuviishi, tuviishi eh. Leo ni rahisi sana ukawakuta watu wamekaa wanashabikia Simba na Yanga, lakini unapowaambia swala la kunawa mikono, unaweza akaona ah, ili la watu fulani tu au mpaka pale ambapo tatizo linatokea kwao. Tusingoje mpaka tuone matatizo yametokea, tujenge uwe ni utamaduni wetu eh, wa kunawa mikono ili tutengeneze afya iliyo bora, kwa sababu katika vitu vyote mtaji mkubwa ni afya. Naam, mtaji mkubwa ni afya. Usipokuwa na afya, huwezi kufanya chochote huwezi kuendelea na jambo lolote mm. Leo unaweza ukawa na elimu ukasoma mpaka viwango vya juu kabisa, lakini bas, uh, uh, afya ikitetereka basi. Kwa hiyo hiyo ni mtaji mkubwa sana. Afisa afya, tukiwa tunamalizia uh, kuna taarifa ambayo imetolewa na wizara ya afya ikionyesha kwamba yale magonjwa ya kuhara yamepungua kwa asilimia sabini na sita kutoka wagonjwa laki tisa na elfu sitini na mia tisa hamsini na sita kwa mwaka elfu mbili na ishirini na kufikia wagonjwa laki mbili elfu ishirini na tatu mia saba kumi na nne kwa mwaka huu elfu mbili ishirini na tano. Maanaake kuna hatua fulani imepigwa. Hii una mafanikio haya ya kupungua wagonjwa hawa, hasa magonjwa ya kuhara ambayo alikuwa akisumbua kwa, kwa muda mrefu, unafikiri nini kimesaidia zaidi? Uh, kwanza tuseme kwamba kuna mambo mengi hapa, lakini mmojawapo ni swala zima la utoaji wa elimu kwenye swala zima la unawaji wa mikono, kuna swala zima la matumizi sahihi ya vyoo, lakini kumekuwa na hatua kubwa sana imepigwa ndani ya kipindi hiki cha mheshimiwa rais uh, Dr. Samia katika kuboresha huduma za afya. Matibabu yamekuwa yakitolewa kwa wakati pale ambapo viashiria vinatokea, lakini pia uwepo wa, wa dawa kwa pale ambapo tatizo linatokea. Hatusubiri mpaka tatizo liwe kubwa, lakini hata na nyinyi mnaweza mkawa mashahidi katika kipindi hiki uh, cha mwaka elfu mbili na ishirini na uh, nne kuja ishirini ishirini na tano Dar es Salamu imekuwa salama kwa kiwango kikubwa sana, uh, zile, zile zile zile um, stori za kuwa na kipindupindu kirefu na nini kwa Dar es Salaam, sasa hivi hicho kime kitu kimepungua na hiki kitu sio kwamba kinakuja tu hivi, kuna watu wanafanya kazi usiku na mchana okay. Katika kufanikisha hilo na mojawapo so, so, ya afua kubwa sana ambayo tunaifanya ndani ya jiji la Dar es Salaam na viungo vyake, mkoa mzima wa Dar es Salaam ni utibaji, utibuji wa maji mm -hmm. Na haswa maji yetu haya, walio wengi hawapati maji ya Dawasa, wanapata maji ya visima ambavyo ukiviangalia okay, kwa sehemu kubwa sana vile visima sosi, uh, vile vyanzo vyake vya maji uh, viko karibu sana na maambukizi, kwa sababu nakuta kisima kiko hapa, choo kiko hapa. Kisima okay. kiko hapa, choo kiko hapa. Kwa hizo zote ni hatua ambazo zimechukuliwa na tunajua haya magonjwa yote unayosema ni magonjwa ambayo mtu anayapata kwa kula kinyesi kwa hiyo ikiwa yamepungua ina maana kwamba kuna jitihada kubwa zinazofanyika kusafisha maji, lakini pia kuendelea kuwapa watu elimu ili waweze kuwa na afya bora. Naam, wageni wetu, tuna washukuru sana uh, kwako kwa mtazamaji ambao ulikuwa ukitufuatilia hapa. Tulikuwa naye Richard Shabaan, yeye ni afisa afya mkoa wa Dar es Salaam, huyu aliyetoka kuzungumza hivi sasa, na Alex Mkamba, yeye ni afisa afya. Shukran sana, kikubwa zaidi unatakiwa kuwa shujaa wa kunawa mikono.